Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya ya Lindi Mwanziva, mkua mkua Lindi Telack, mkua, ya Lindi mheshimiwa Victoria Mwanziva alipokuwa akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Telack katika mkutano mkuu wa uchaguzi wa chama cha walimu CWT mkoa uliofanyika katika manispaa ya Lindi.

lakini kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho chama kinachotawala nina haki na wajibu wa kuisemea serikali yangu inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan. Nitakapomaliza uchaguzi, basi ofisi zetu ziko wazi. Viongozi wote watakaochaguliwa waje kujitambulisha kwenye ofisi zetu za chama. Na kama nilivyosema mheshimiwa, nisi kiongozi lazima huwe na kuapinga uwe na heka heka. Akisoma risala mbele ya mgeni rasmi, katibu wa CWT mkoa wa Lindi Sekela Simon, licha ya kuishukuru serikali, lakini hakusita kueleza changamoto zinazokabili walimu. Kisha mkutano huo ukaingia katika ajenda ya uchaguzi na hapa Mwalimu Halima Liveta anatangazwa kuwa mwenyekiti CW wa CWT mkoa wa Lindi akiitetea nafasi yake kwa kipindi kingine cha miaka mitano <tipa>